Uko nyuma mwezi wa kwanza mu mwishoni, yule mke nilimkamata na risasi isasi, mimi ni risasi kwenye nguo yake, ambaye anaweza kuzihiisha kama ni risasi. Basi, baada ya siku tatu tulipokificha kificha Tuli, tulienda kwa kamanda wa kijiji. Kamanda wa kijiji kazipitisha kama ni, ni, ni, risasi. Kaniambia sasa kusudi apatikane nacho inabidi sasa na, tuje kama ushauri kwa sana kudai enti ni dawa. Basi hivyo fika hivyo fika hapo mida ya saa nane wakaja ama sijui nani ambaye ni kamanda kaja ndugu yangu mkubwa wangu ambaye ni Gabriel Ndume, kaja na kijana wangu Levakatu Sirius. Basi hapo wakatusuruhisha, wakamuliza, mbona unadai kuna dawa yako ulipoteza? Akasema ni kweli kuna dawa yangu nenyewe ipoteza. Walivyoniuliza mimi nikakana, nikamuuliza ni dawa gani eh? Akasema kwamba ni dawa ya presha basi hapo hapo walinihoji, wakasema, wewe hiyo dawa unaifahamu? Nikasema, mimi kuna kitu niliokota mfukoni mwake, kama ni hiyo dawa labda ni hiyo. Wakamuuliza, ni kweli? atoa mfukoni, wakasema ni kweli, atoa mfukoni. Basi baada ya hapo akasema, mpe dawa yake. Nikagusa mfukoni mwangu nikampa. Wakamuuliza, dawa kweli nayo dai ni hiyo? Akasema, ni hii. Ni kweli sasa? hiyo dawa wewe mama, uliipataje? Akasema, nilinunua kwa watu wanaotembeza mitaani. Mm, kamanda ndo akamwambia naomba. Kamanda alichukua akakagua vizuri kaweka meza akamwambia, hii ni risasi sio dawa. Akasema, hapana, hiyo ni dawa yangu. Tena mnipe dawa yangu, akalalamika sana. Sasa alivyolalamika sana akamwambia, wewe tuambie ukweli ulipataje. Akasema, mimi nilinunua kwa watu wanaotembeza. Akasema, unawafahamu? Akasema, hapana. Sasa hii ni risasi. Akasema, nipe dawa yangu. Ndo akawa mkali, alivyokuwa mkali. Alichokifanya kamanda alipigia polisi, polisi wakaja. Aliwapigia saa kumi na mbili na nusu wakachelewa, wakaja saa moja na nusu Walififika kwele, yale maelezo aliyatoa ni yale yale, kama ni dawa yake. Basi wakaandika maelezo ya Mose na namlalamikiwa, huyo huyo huyo mama ambaye ni mke wangu na, na ndugu yangu huyo mkubwa wangu ambaye alimfuata ni kijana wangu. Wakaondoka na maelezo wakaenda polisi, tutarudi kesho yake jamani. Akandika mareza akasema baba Rudi shidu, shasalimisha, yani ume, nani. Nikarudi nikamwambia siku nyingine. Pite pite siku ya kwanza, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, niona ameshakuja nyumbani. Alipofika nyumbani akaniambia, wewe umenitengenezea kwenda polisi sababu ya risasi. Nikasema sasa, nimetoka utaangalia, lazima niku. Basi. Nikasubiria tukao tumekaa hapo atuelewane. Tulikuwa tukiishi nyumba moja, akatenga kukura nyumba mbili para akijengwa, akaenda kwenye nyumba nyingine. Alienda kwenye nyumba nyingine, akasema sirudi hata kukupa kulia. Basi kweli alifanya hivyo, sijapata chakula hicho, nikawa ninaranda-randa nakora nina mitani hotelini, hela kama haipo. Basi mpaka kufikia hapo, sasa mpaka sasa hapo niliko kuwa nimefikia, nikamwambia sasa, hiyo hiyo Jumatano Jumanne kuamkia Jumatano ndo nimwagia hii tindikali. Mm -hmm. Alikuja mida ya saa 3 na nusu akaniambia hodi fungua. Nikasema sasa wewe nyumba yako ni kule. Unakuja kuniamsha kwa nini? Siende kwako kama unavyolala huko huko zidi kulala huko. Akasema wewe fungua, nikwambie roho ikasita. Baadaye nikafungua kwa saa tano umeme upo sehemu zote, mwanga upo. Nikafungua. Niliyofungua kaniambia wewe umeshinda ukinitangaza uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki. Nikasema ni kweli mimi hayo nimeyasema, kwa sababu nilienda palipo kwa na nguruwe ambao ni, ni wawili, nikakuta umeshawauza. Ndio maana sikukataa siku kusema hivyo, kwa sababu anaiti niwaambia jamani, huyu mama anajitolea madaraka mkononi kuuza mali ambayo ni ya kwangu bila kuniambia. Basi kaniambia subiri, nitakukomesha nikajizi kuziwe, akatoka nje karudi. Alivyorudi alikuja amefunga kanga hivi, akapata mkono huko, kumbe sikujua kulikuwepo na, na na jagi. Ile jagi ndo akanirushia usoni. Nikakwepa nikakamata uso mmoja, nikasikia nimewasha vitu vinanuka. Nikapiga yowe hamna watu wakaja kwa amefunga yuko yu, yu, chumbani naye akaniambia kunywa. Nikasema mimi sinywi. Basi baada ya hapo ndo nilisikia mtu ana anakuja anasema, watu wako nje wameshindwa kufanya nini? kesi ya kufungua, amenifungania ndani ananilazimisha ninywe. Lakini baada ya hapo, ndio kamanda alikuja akasema, fungua ni, we ni nani? kaambia ni mimi Amosi, akakataa kufungua. Baada ndio akafungua ndio akame ni hivyo. Asante. Mimi kwa jina naitwa Amos Juvinari, ndio mimi mm. Mimi kuhusu huyu mzee ninavyoelewa kuna mgogoro wa muda mrefu. Kwanza kuna ugomvi uliokuwepo, huo ugomvi ulikuwa unafanyika, sisi tunapata taarifa kutoka kwa watu wengine, tunasikia mzee amepigwa, ila sasa kwa sababu mzee au watu wa ndani walikuwa hawajatuambia, ilikuwa ni vigumu kwenda kuingilia ule mgogoro, kwa sababu hatujaambiwa sisi kama familia lakini mwisho wa siku, sijui aliona maji amefika shingoni, ndio huyo mzee akanipigia simu hiyo. Nipigia simu akaniambia, bana, mimi muda wote ule naweza nikafa sasa. Hapo kumbe, alikuwa alivyonipigia simu, alikuwa na huyo bi mdogo. Huyo bi mdogo akamnyang'anya simu. Alivyomnyang'anya simu akamshikia sikioni, haya, ongea yaani kusudi yeye asikie sasa maongezi anavyo endelea sasa. Huyu mzee hakuongea kwa kiundani, akaniambia bwana mimi kesho ukitoka mjini uje nikwambie, ila bas, mjini, niya, muda wote ule ninaanza nikafa basi, ni hivyo toka mjini nikaenda ni kamweza kulikoni sasa. Ni alivyo nieleza, nikamwambia sasa, mimi kama mimi haya matukio siyawezi Enda uripoti polisi. Alivyoripoti polisi, ndo vurugumai zikaanza zakwenda polisi, lakini kiufupi, polisi hakuna msaada aliyopata. Na ikate, i, wakaenda, wakaenda, ikaja risasi, ikatokea hilo la risasi. Akaniambia bwana kuna risasi iko hivi, na aliyeniambia ni risasi ni, ni Julius Donatus kwa sababu hyi ndo ndio jirani yake ambayo wanakaa wote, alivyoona wana hicho kitu akapeleka kwa Julius. Julius akamwambia hii ni risasi. Baadaye mimi ni kamanda wa kijiji au niseme wakata, baadaye wakaniita wakasema, hiki yaona hiki kitu, nikamwambia eh, sasa na hivi vinavyo vimetoka wapi? akasema nimekitoa kwenye nguo ya mke wangu, lakini ipaka sasa hivi nimekabwa, nime alikuwa na makucha amekabwa, ame shingoni, nikamuliza nimekabwa, wanadai niwape dawa yao. Sasa nilivyomwambia, nikamwambia eh, sasa wanataka hukua kisa tena hiki. Mimi nikatoka nikaenda mpaka kwa OCID, nikamweleza bwana, huko kuna watu, kuna mzee wan, wanamkaba yani, ana hali mbaya, kuna mtu ana risasi. Lakini huyo mzee kwa sababu alilichukua halijui akaenda kwa ajili yake akamwambia ni risasi, wakalificha. Sasa walivyo lificha, sasa huyo mzee kila siku anakidwa Leta dawa yangu, lakini dawa yenyewe ni nini? Ni risasi. Tunafanyaje? CID akasema, sasa bwana, wewe nenda watakapo mtakapo kufanya makabidhiano <coughs> atakapofanya makabidhiano utuite, mimi nitatuma vijana wangu, watakuja watamchukua huyo mama na risasi yake. Kila siku ananipigia simu, ikiwa jioni ananipigia simu, nina mateso nina mateso. Namwambia pambana sasa, mbona mali zote ulichukua? Kwa hiyo mwanamke, mimi nataka nikufanyeje? Baadaye huyu mzee tukawa tunakaa naye, ananiita sehemu tunakaa nielezea, namwambia sasa, unataka mimi nifanyeje? mateso hayo uyavumilie kwa sababu vitu vyote ambavyo ungeishi ukija kwangu ungefanyaje? Uliviuza ukavipeleka kwa mke mdogo, sasa utafanyaje na watoto wangu hao? Kuna kiasi walikuwa wamechukia, wakasema mama, baba aliyo yafanya sio mema, tunaomba wewe ukae utulie, sisi tutakulea, sisi tutakutunza, baba naye akae huko. Lakini baadaye huyu mzee akawa ananiambia, baadaye nikawa nafikiria sasa nitafanyaje mimi, nichokifanya kwa vile mimi ni mwanadamu ni muomba Mungu, nikasema Mungu, naomba tu haya mateso, au mzee wewe unayatuliza, kwa sababu mimi sina jinsi. Vanya njia mbadala, huyu mzee apate njia. Baadaye nikakaa nikatulia, nimetulia. Kila siku ananiletea malalamishi, anaponiletea malalamishi, anamletea na huyo, wakaenda polisi, ananipigia, mambo yako hivi, mambo yako hivi. Mwezi wa kwanza ndipo sasa hivi visa vilianza. Hivyo anza watu wanaongea mke sijui anamshisha wengine wanaume sijui nini mambo mengi yanaongea kwa watu. Mimi nikakaa kimya nikasema hayo hayanihusu yanamhusu mzee. Ya, mzee. Kumbe mzee naye alikuwa anayaona ila ananyamaza kimya. Baadaye mzee ndipo sasa akaanza kuniambia sasa mimi nataka kufa. Mimi nataka kufa. Baadaye mzee alikuja. Alikuwa na miaka mitano. Hakanyagi hapa wala tukikutana njiani, wakiwa na mke wake mimi napita, na mke wake wanapita. Ila nikaona mikuja hapa, niko napukuchua mahindi humo ndani, basi nika nikasikia hodi, nikatoka nje, nikamkuta hapa nje, nipo mkuta hapa nje, akaniambia. Hakusimama, alipita hapa, akaenda hivyo pale, kuna kaburi ya mtoto wake, tumzika mtoto wa miaka kumi na tisa, binti yake akasema njoo nikuonyeshe kitu. Nikaenda nikamfuata mpaka kwenye kaburi, akasema kaburi la mwanangu liko hapa, naomba kaburi langu mliweke hapa. Nikamuuliza, tukakaa chini nikamuuliza, kuna nini? Akasema ile mwanamke ananitishia na kuniua, naona kama ataniua na mimi. Nikamweleza hivi, hutakufa, mimi namuomba Mungu aliye hai, hutakufa, mimi nakuombea. Naweza nikasema hatuna hatuna maandishi yote yale yanayohusiana na na tukio hili tofauti na wanavyoenda polisi wakiwarudisha ndio wanakuja kwenye ofisi zetu. Hata juzi wanamwagiwa tindikali, nilipigiwa simu na majirani kwamba njoo kwa, kwa ndugu Reonce. Nilipofika kweli pale nilikuta ndugu yangu ana hali mbaya. Namshukuru Mungu, tulipopeleleza tukakuta yule mama, kumbe baada ya kufanya tukio hilo hakulala mule ndani akawa ameenda kulala kwa majirani. Kupeleleza nilipopiga simu polisi, akasema mbona mmm, tunamwona mama anazuka zuka mu polisi, akasema kumbe yuko huko, na sisi tukafanyaje? Tukaambatana kwenda kule, kweli tulipofika kule pale mapokezi walitupokea, tulipofika pale ikabidi twende kwa mkuu wa kituo cha polisi, tulipotoka pale ndio baadaye suruhu zikaja, ma wakaenda kutushauri kutushauri kutushauri, akasema mwenyekiti, kwa sababu sisi mara ya kwanza baba huyu hapa na mkewe, sasa wakauza gunia tatu wakapata hela za matibabu na mshukuru Mungu. Baadaye kama katibu alivyoeleza wa ukoo wa kwao, akasema sisi tutakaa kikao chetu cha ukoo Jumamosi yani ya tarehe tano, ndi tutapata suluhu kamili. Lakini namshukuru Mungu, walioenda walikaa kabisa, lakini kikao hakikuisha wakakiaidisha mpaka Jumamosi kwao Hatima ya jambo hili tunalisubiri kutoka kwenye ukoo wao, nao waliagizwa kwamba watakapomaliza mambo yao wapeleke mitasari kwa mkuu wa kituo cha polisi, nayo yajiridhishe kwamba maamuzi yaliyopita ni yapi. Mimi kwangu nayo yafahamu ni hayo. Wito kwa jamii, ningeomba wasio wanajichukulia sheria mikononi, au jambo likiwatatiza waone uongozi, ili washirikiane kutatua tatizo hilo kuliko kumjeruhi mwanadamu mwenzio.